Ajenda ya uchaguzi lazima iwepo, ili na hawa wazee wetu pia waweze kushiriki kikamilifu katika kuyaona hayo. Lakini niwahakikishie, sisi kama serikali ya mkoa tumejipanga vizuri kuhakikisha siku hiyo kila mtu atapiga kura salama, atarudi nyumbani kwake salama. Mmeona kwa tumeweka zile kamera kamera, eh, mmeona hata mtakuwa mmesikia katika maendeleo yaliyotokea Dodoma ni uwekaji wa kamera za barabarani, CCTV zile sasa hivi hapa Dodoma ukitembea, tukitaka kuangalia wewe barabara, umetoka hapa chuo cha mipango, nani alipita pale, alipita saa ngapi, alifanya jambo gani, tunakuona tukiwa ofisini. Sasa ni maendeleo ya teknolojia. Kwa sisi tutatumia vitu hivyo pia siku ya uchaguzi kuwalinda, tutakuwa tunaangalia kama kuna mtu anamdhuru mwenzake, maana akimdhuru hapa tutamuona kwa ah ha, huyu hapa alianza kumpiga mwenzake huyu hapa alifanya vurugu, tutakuwa tunaona. Kwa hiyo tumejipanga kabisa vizuri kwa mkoa wa Dodoma, kwa sababu tunataka kuondoa hata uhalifu.